Tunao historia ya wafalme kadha wa kadha na watumishi wa Mungu kadha wa kadha katika Biblia. Nitasema mifano michache ambao yeuri ilipoinuka ndani yao, ndio ilikuwa ni anguko lao. Wengine walipata neema ya kurejeshwa tena, na wengine hawakupata neema mpaka wanakufa. Nitaanza na mtu wa kwanza. Mtu huyu anaitwa Nebukadneza Nebukadneza, baada ya kuona amefanikiwa sana, amemiliki amekuwa na ukuu wa watu na mali na vitu katika ufalme wake, Nebukadneza akajisabia kuwa mwenye haki. Danieli sura ya 4 mstari wa 30 hadi 33 na ule mstari wa 37 Nebukadneza alijiinua akajiweka katika nafasi ya Mungu, Mungu akamnyenyekeza kwa njia ngumu. Alienda porini akawa anakula majani kama wanyama, akakaa kwa miaka kadha mpaka alipotambua kwamba Mungu ndio amemsaidisha kukaa, ndipo rehema za Mungu zikamjilia. Na mstari wa 37 Danieli sura ya nne na saba Danieli anatambua kwamba Mungu ndiye pekee anastahili, fanyaje kujiinua, sio mwanadamu wa aina yote. Alipata pendelewa, alipata nafasi ya pili, second chance, ila wako ambao hawajapata second chance. Yuko mtu mmoja anaitwa mfalme Sauli katika Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza sura ya kumi na tano mstari wa ishirini na tatu ya vile alikuwa anamiliki na nafasi alikuwa nayo, akaacha kuisikia agizo la Mungu, sauti ya Mungu, akaacha kulisikia neno la Mungu, akajiamulia kwa maamuzi yake mwenyewe. Mungu akamwambia kwa kuwa umekataa kuisikia neno langu, sauti yangu, nami nimekukataa Mungu. Akimkataa mwanadamu, hakuna mwanadamu atakayemkubali yeyote maana ni Mungu anaofanya hao wanadamu waweze kufanyaje? Kumkubali huyo. Ni Mungu ndiye anamfungulia kibali machoni kwa watu, huyo mtu apate kibali cha watu. Hakuna jambo baya kama Mungu kumkataa au mtu kukataliwa no. hata uangaike vipi uweze kupata kibali cha watu. Maisha yetu na majibu yetu na maswali yetu yote yapo ndani ya dunia hii yapo ndani ya wanadamu. Kwa hiyo kama kuna hali ya kukataliwa na Mungu, ina maana kuna hali pia ya kukataliwa na nani? Na wanadamu, hakuna tutakapoenda, hakuna tutakapoingia tutakupata majibu ya maswali yetu wala, wala, wala majibu ya, ya mahitaji wala majibu ya changamoto, na hali kuna tlongeleea maombi ambayo nataka uombe wewe, siku zote za kila siku, ninapoamka kila siku ya Mungu kibali naomba kibali, piga magoti naomba kibali, kibali chako Mungu cha naomba na kibali cha watu. Huo ni mtaji mkubwa sana kwa maisha yako ya wokovu, kwenye kila unachofanya, hiyo ni uchumi, biashara, utumishi. Kibali cha Mungu, kibali cha watu. Mungu akikupa kibali, atawaruhusu hawa watu hele. Unafanya biashara, unafanya utumishi au jambo lolote ulifanya, ukipata kibali cha Mungu tayari Mungu ajili watu ajili ya watu na Mungu akupa kibali hakuna anaweza kukuzuia. Yuko mtu mwingine anaitwa Mfalme Uzia. Mfalme Uzia katika Mambo ya Nyakati wa pili sura 26 mstari wa 16 hadi 19, Mfalme Uzia alipokuwa na nguvu moyoni mwake alifanya mambo maovu, Akamuudhi Bwana Mungu wake, aliingia hekaluni, akajichukulia mambo matakatifu ya makuhani, akachukua tu, akafukiza uvumba madhabahu. Yalihusu ni kuhani ndio anahusika pale, akaingia utaratibu wa kanisa. Wakamfuata watu wengi, wakamfata mpaka kuhani, kuhani az azaria lakini hakutaka kuwasikia, kwa kuwa jeuri ilikuwa imeingia, hataki kuwasikia watumishi wa Mungu, makuhani, hataki kusikia washauri. Alipigwa na ukoma papo hapo kwa kuikaza shingo yake. Matokeo mabaya yanayotokea mtu kwenye maisha, matokeo yenye uharibifu, yenye mauti ni mapooza kushindwa. Sababu kubwa ni mtu husika willing kwa kuamua kabisa kuikataa sauti ya Mungu, neno la Mungu, au agizo kutoka kwa Mungu. Mungu nasema kwa kuwa waiamua kufuata akili zao Mungu anasema nami niliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, so ziwapeleke katika uharibu. Mungu habembelezi. Mungu alitupo alipotuumba, alitumbia free will, alitumbia ile ile nguvu ya kufanya uchaguzi, kwamba niamua kufanya uchaguzi huu au kufanya uchaguzi wapo, nguvu ya kufanya maamuzi. Mtu akikataa Mungu ambembelezi, anasema ninawaacha wafuate akili zao zisizofaa is uharibifu is Mungu anasema hivi, Mungu anasema nimeweka mbele yenu uzima na nimeweka mbele yenu nini, mauti. Alafu Mungu anakushauri anasema, chagua nini? Chagua uzima ili uishi. Anatupa ushauri kabisa, kuna mauti yako mbele na kuna uzima ila kwambia, mimi Mungu, chagua uzima ili uweze kuishi. Kwa chaguzi yote ile ya mwanadamu ndiyo inampelekea mwanadamu katika hali ya uangamivu au hali ya majuto au hali ya uharibifu. Kwa anguko la mtu ni mtu kukataa kuchagua kumwamini Mungu au kulisikia na kulifuata neno la Mungu na kuomba kutumia akili zake au athiri na shetani.